Naum, tunaendelea na moja kati ya mambo ambayo tunakumbushwa ni kwamba leo ni siku ya urejelezaji wa taka e, yani Global Recycling Day, na siku hii inaadhimishwa katikati ya kipindi ambacho dunia inapambana na suala la mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto, na hasara nyingine za kimazingira, lakini ni wazi kwamba katika maeneo mengi ambayo tunaishi e, kumekuwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo E, changamoto ya uh, taka kuzagaa katika maeneo mbalimbali, taka za plastic, lakini pia taka nyinginezo e, kama vile taka za kielektroniki na taka e, mbalimbali ambazo zimekuwa zikiharibu mazingira e, mathalan maeneo ya fukwe na maeneo mengine. Sasa hapa tutazungumza na Boniface Kyaruzi ambaye ni mhandisi wa mazingira kutoka e, mamlaka ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC. Karibu sana Boniface. asante uh, sana. Lakini pia kwa njia mtandao tutakuwa na Dr. Venance Kalumanga yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha ustawi wa jamii na mdau wa mazingira. Dr. karibu sana. asante sana, asante sana. naam, eh tu, tu, tu, tuanzie hapa, le, le, le, le, leo ni siku ambayo uh, dunia inakumbushwa kuhusiana na swala la urejelezaji wa taka mm -hmm. Lakini tuanzie hapo urejelezaji wa wa taka dhana ya urejelezaji wa taka, ma recycling maana yake ni nini hasa? Nashukuru sana dhana ya urejelezaji wa taka maana yake ni kwamba tunapofanya shughuli zetu za kiuchumi za kila siku za maisha na kuzalisha taka zile taka ambazo zinazalishwa zisiende kutupwa wala zisiingie kwenye mazingira ziweze tena kutumika kama uh, chanzo cha kupata uh, raw material au kupata zao kabisa la kitu. Kwa mfano nafikiri wengi tumeona kuna kampuni za maji zinazalisha maji na kuyafunga kwenye chupa hmm. Ile chupa tukishakunywa maji, chupa tunatakiwa kuitupa, kwa sababu haina matumizi kwa wakati ule hmm. Lakini ile ile chupa unapoitupa inachukuliwa, inachakatwa uh, tena na unapata chupa nyingine. Kwa hiyo dhana ni kwamba tusipate kabisa taka inayokwenda Uh, kwenye mazingira mm -hmm. Lakini la pili pia ni kwamba dhana nyingine ni upunguzaji wa taka ambao unazalishwa kutoka kwenye mazingira yetu. Maeneo yetu yazalishe taka kidogo, kwa sababu nyingine zote zinazozalishwa zinakuwa ni malighafi katika uh, viwanda kwa mm -hmm. kifupi zaidi ni ndio, ndio. Na ni taka za namna gani zinaanza zikarejelezwa? Taka, kwa kifupi, taka nyingi sana zinarejelezwa na bado utafiti unafanyika hmm, wa kuongeza kuzalisha taka kurejeleza ku, ku, ku taka. Kwa mfano kwenye ujumuishi wa taka huwa kuna taka zinazooza, alafu kuna taka zisizooza. Zile taka zinazooza na zenyewe pia zinarejelezwa. Nafikiri wengi wetu tumeona mfano wa a, ule mfano wa, ule mtambo wa kurejeleza taka ambao uko Mabwepande, wengi tumeona hmm, hivyo na pia hizi zinazo zisizooza tumeona kwa mfano Kio Limited wale wanazungusha uh, glasi kio. Lakini ipo tena taka za plastiki ndio kwa wingi zaidi nafikiri. Wengi kuna wakati fulani hapa tumeona mpaka mifuniko ya, ya chuma ya, zile manuals watu wanachukua eh, zinachukuliwa zinaenda kurejelezwa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya taka ambazo zinarejelezeka ziko za chuma, ziko za plastiki, ziko za kioo na nyingine nyingi tu mm. Bado watu wanaendelea kutazama uwezekano wa kurejeleza taka zaidi na zaidi. so, so. mm. so, so, sasa mtu zungumzie na Dr. Venans. Dr. eh, umekuwa mdau mkubwa wa mazingira, unaonaje hali ya urejelezaji wa taka katika nchi yetu? Ni kwa kiasi gani tumepiga hatua katika kufanikisha hilo? Asante uh, sana ndugu mtangazaji. Uh, ni kweli kwamba uh, dunia hii tunayoishi e, inahitajika kuwa salama kwa ajili yetu sisi ambao tunaendelea kuishi kwa sasa na hata kwa vizazi na kwa maana kwa viumbe hai vijavyo, nikimaanisha viumbe hai katika mazingira katika maeneo kumi makuu matatu: uh, eneo la maji, ardhini pamoja na na, na anga. Serikali pamoja na wadau mbalimbali wamekuwa wakijitahidi kuona namna bora ya kulegeleza au tunaweza tukatumia lugha nyingine kuchakata tena uh, taka ambazo uh, zinakuwa tumika, au, um, ambazo zinakuwa zimeshakwisha tumika au raw materials ambazo tayari zinakuwa zimekwisha kutumika. Lakini kwa hali ya kawaida ukiangalia takwimu zinaonyesha ni kwa asilimia takriban tisa tu kwa hizi nchi zinazoendelea zimeweza kufikia hatua ya urejelezaji wa hizi taka. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba bado jitihada mbalimbali zinatakiwa kufikiwa na serikali, lakini pia na wadau mbalimbali, ili kuhakikisha kuna kuwepo na urejelezaji sahihi wa hizi taka ambazo zimekuwa na athari kubwa kwa viumbe hai na labda tu kwa ufupi naweza nikadokeza kwamba kumekuwepo na nadhani ni sera, lakini mikakati mbalimbali mbali ambayo wa kitaalamu wanaita extended, uh, user responsibilities, ambapo zinamtaka hasa yule ambaye anahusika katika kuzalisha hizo taka ahusike uh, pia kwa namna moja au nyingine katika kuhakikisha hizi taka ngumu anaziz, anazirejereza, mathalani leo tuko na matumizi ya, ya chupa za soda kama unavyofahamu, tuna matumizi tuna soda kama Coca-Cola kama Pepsi na namna ambavyo vinafanyika. Muuzaji wa, wa, wa soda anakuwa makini sana kukuuliza anapokuuzia chupa yake ya soda. Aa, angetamani umalize kunywa soda uirudishe pale pale chupa, ili iendelee kuwepo kwenye mzunguko wa urejelezaji, na sio kwamba akupatie chupa baadaye ukaitupe. maana yake ni maana yake ni kwamba hata taka nyingine ngumu ambazo tunaziona hizi zikiwemo plastiki hususan katika watengenezaji, kwa mfano wa hizi wa, wa, wa, wa maji. Sasa hivi kuna viwanda vingi vya maji katika nchi yetu ya Tanzania, lakini viwanda uh, husika ambao ndio hawa extended user responsibility wanapaswa kwa asilimia kubwa pia uh, kushirikiana na watumiaji ku, kuongeza jitihada kubwa ya kuhakikisha hizi chupa ambazo tunazitumia pia tunazirejeleza kwa utaratibu, sio kuwaachia watu ambao tumekuwa tukiwachukulia kama watu wa hali ya chini wanaopita huku na kule kuokota taka hizo ngumu. Tukumbuke kwamba tunavyoendelea kuwa kuona taka ngumu zikizagaa katika mazingira yetu, hatutaweza kamwe kufikia maendeleo endelevu ambayo tunahitaji, ambayo yamejikita katika misingi mikuu mitatu. Msingi wa kwanza ni kuona swala so, zima la uchumi tunalifikia kwa maana uh, economic growth, lakini la pili uh, social inclusion, na la tatu ni hili linaloangalia uhifadhi na utunzaji wa mazingira kwa maana ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira bora. Kwa hiyo tunavyoshindwa kutunza mazingira bora na kuyaweka mazingira yetu katika hali ya usalama, tuna sio tu kwamba tunaathiri maisha yetu sisi, lakini pia tunahakikisha kwamba tunatowesha uhusiano wa viumbe hai vijavyo huweza kuishi katika anga letu kwa maana ya sayari hii tunayoishi sasa. Kwa hiyo hii siku kama ya leo, siku ya urejelezaji, ambayo kimsingi ilianzishwa tangu tarehe kama um, sijakosea tarehe tatu um, tare, tare, tare kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili kumi na nane na wale watu wanaojiita uh, Global Recycling Foundation wanatukumbusha kabisa kwamba sisi kama nchi zinazoendelea pamoja na nchi zilizoendelea ambazo kwa asilimia kubwa, mimi siwezi nikazihukumu sana nchi zilizoendelea kwa sababu sina namna ya kuzihukumu, maana ndio wa, ndio waharibifu wakubwa wa mabadiliko ya tabia nchi tunayoyapata leo, lakini anayeathirika kwa asilimia kubwa ni hizi nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo jitihada zinapaswa kuchukuliwa uh, kama ambavyo serikali imeendelea, tunaweza tukashukuru sana, kupongeza ule uzuiaji wa mifuko ile ya plastiki. Leo hii hatuoni ukizagaa katika maeneo mengi, lakini bado tunaona kwa asilimia fulani uh, taka ngumu zikiendelea kuzagaa kwa, kwa asilimia kubwa Elisa, bado tunahitaji kuwa na mazingira bora ya kurejeleza. Nimefurahi kusikia mtaalamu hapo akiongelea habari ya ya ya dampo lile ambalo lina kuna mashine zimenunuliwa za kurejeleza taka. Leo hii bado bado ni chache, kwa maana kwa mji kama Dar es Salaam uwezi ukawa na mashine labda eneo moja au mbili, bado tunahitaji serikali na wadau husika pia kuweza kuliangalia hili hili swala kwa upana wake, ili angalau hizi taka zinavyokuwa zina zisionekane zi, zi, zi kwa asilimia kubwa, lakini pia ziweze kurejelezwa katika mazingira hayo matano ambayo tunayahitaji. Na nitaweza kukukumbusha pia ndugu mtangazaji, kwamba ili tuweze kuwa na clear recycling, kuweza kuzirejeleza kwa usahihi zaidi, tunahitaji kuwa na ala tano ambazo tunaziangalia zaidi. Namba moja huwa tunaangalia namna ya kurefuse lakini reduce, reuse, repurpose, then recycle. Kwa hiyo kuna umuhimu wake mkubwa kabisa ili tuweze kuwa salama, kuweza kuhakikisha tunafikia hatua hii nzuri ya kuweza kuzirejeleza taka. Kwa hiyo ni ni pongezi kwa, kwa, kwa, kwa serikali kwa hatua hiyo ambayo tunaifikia. Bado tunahitaji kuwa na jitihada zaidi na zaidi na mikakati iwepo zaidi na zaidi ikiwemo sera ambazo zitaweza kuwabana hawa extended user producers ili waweze sasa kuwa na uhakika. Kwa mfano, huyu anayenizalishia chupa chupa ya plastiki, nikaitimisha kwa kukuonyesha kitu kidogo, tutarejea kwako kufafanua kufafanua pia hizo Eh, Braki sasa hapo, dokta hapo ni matangazo, unafanya matangazo hapo sasa. Tutarejea kwa hapo, hiyo hiyo hiyo hiyo kidogo sasa. Hawa watu inabidi wakulipe kwa kuwafanyia tangazo. Turejee kwake mhandisi Kyaruzi, nafasi ya NEMC pia katika haya ambayo dokta amegusia baadhi ya mambo ambayo yanapaswa kufanyika, nini ambacho mnafanya? Sisi kama Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira ni kutoa vibali kwa hawa wanaofanya urejelezaji ambao wengi wapo kwenye uh, kiwango cha viwanda kwamba kuna viwanda tofauti tofauti ambavyo vingine tunaona uwekezaji umefanywa na wageni na wengine wa Tanzania wenzetu wanafanya huu uwekezaji kwenye urejeshaji wa taka na hawa wote wanapofika kwenye kutaka kupewa vibali basi yeah. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira linawapa vibali husika kwenye kuweza kutekeleza miradi yao, na, na pili kuna viwanda ambavyo vyenyewe kwenye ufanyaji wake wa kazi moja kwa moja vinapopatiwa tathmini ya athari kwa mazingira vinapewa mwongozo au kuambiwa uh, kwamba unapofanya moja mbili tatu ukizalisha taka basi ni vyema ukazirejereza kwa mm hiyo -hmm. Sisi kwa kifupi tunatoa msukumo, msukumo huo na usimamizi wa kisheria mm -hmm. Mm -hmm. Awali uligusia kuhusiana na baadhi ya uh, sasa sio taka lakini vifuniko vya manholes mm -hmm. za barabarani mm -hmm. uh, mfano vyuma kumekuwa na changamoto mm -hmm. kubwa ya kuharibiwa kwa miundo mbinu kwa sababu za kurejeleza na wakati sitaka. mm -hmm. Kuna lolote ambalo mnafanya uh, katika hili? Kwenye hili naomba ieleweke vyema kwamba watekelezaji uh, sio sehemu moja tu ya baraza mpaka mm -hmm. na, na ndio maana kidogo tunakwama mm -hmm. kwa mfano mimi ni, ni mkaazi labda wa sehemu fulani labda Kigogo mm -hmm. nimekaa na ninaona mtu anafunua uh, mano la station chemba anataka kwenda kuuza pale na mimi natakiwa ni, ni shiriki kwa ushiriki wa kwetu sisi, ni kwenye kuelimisha, lakini pia kukataza na kutumia sheria, kutekeleza sheria yenyewe kwamba jamani, hiki kinachofanyika si sahihi. Ila kila mwananchi aliyepo Tanzania ambaye anaona jambo hili linafanyika katika eneo lake isivyo sahihi, analo jukumu pia la kutuhabarisha. Ikiwa hmm. pamoja na masuala hayo ya ya uharibifu wa miundombinu ama uharibifu wa mazingira na kadhalika na kadhalika, lakini mengine pia ni masuala yanayokwenda ya, ya, ya, ya, ya, ya, kwenye mamlaka za, za serikali za mtaa. mm -hmm. LGAs hawa nao wana majukumu yao. Kwa hiyo wananchi pia wanatakiwa wajue kwamba baadhi ya majukumu yako huku. Sheria imegatua mamlaka kutoka kifungu cha 114 mpaka nafikiri 119 kwenye hii taka ngumu eh? Hawa watu wana mamlaka hayo ya kufanya kazi hizo. Kwa hiyo na wananchi wanatakiwa wajue kwamba sehemu nyingine ya hizi walipoti kule, sehemu nyingine watuletee, na sehemu nyingine waanze pia na kamati za mazingira na serikali za mitaa, ili kwa uwezo wote wetu wote na ujumuishi wetu tunaweza kufanya vizuri katika uh, kuhifadhi na kumanage mazingira. Sawa sawa, turejee kwake Dr Venance. Dr ulikuwa unaelezea zile R4 labda sababu litaja kwa kimombo. Hebu labda ungefafanua kidogo tu kwa Kiswahili ili watu waelewe walichokuwa unamaanisha. Uh, kuna namna um, ambayo tunavyokuwa tunaongelea katika urejelezaji wa hizi, uh, wa hizi taka tunahitaji kuzingatia namna bora ya kupunguza uh, ikiwa kimaanisha turijus Um, na kwa sababu hii dhana imejikita katika zoezi la kuhakikisha hatupati uh, hizi taka, yani kwa maana ya kuzirejeleza ili zisi, zisiwe na athari um, kubwa uh, kwa maisha ya viumbe hai. Kwa maana nyingine nikasema uh, reuse kwamba ziweze kutumika tena, na katika zoezi kuzi, la kuzirejeleza ili ziweze kutumika tena ndipo pale ambapo tunakuja na na, na, na, na, hoja nyingine ambayo ndiyo sasa ni hoja kubwa tunapaswa kuitazama kama taifa, kama dunia like, lakini kwa ujumla wake, kwamba tuna kitu kinachoitwa uh, uchumi mzunguko, cycle economy, kwamba leo hii mimi ninavyokuwa ninataka ngumu uh, au kwa mfano hizi plastiki kama tunavyoziona tuone pia kwamba tunaweza tukatengeneza uh, fedha uh, kupitia ya tukaimarisha uchumi wetu kwa maana kutengeneza fedha kupitia zoezi la kuzirejeleza hizi taka zikatumika tena tukaziuza tena na tukatengeneza katika kila hatua ya kila taka kat, tukaziingiza katika mfumo wa mzunguko wa uchumi aa, kwa mfano leo tunaona kwamba tumewaachia zoezi hili watu ambao tunaona hawana pengine labda kwamba ni wanajitafutia vifedha kidogo, kwa sababu hatujaweka kipaumbele kikubwa kuhakikisha kwamba tunavyokuwa tunajikita na urejelezaji wa taka. Kwa maana hiyo, tuna tunapaswa kuwa na, na nguvu kazi ya kuona kwamba hili pia ni ni pato ni, kwa ujumla wake na hilo um, ndio tunasema kwamba reuse. Lakini kwa namna nyingine sasa tunakuja pia kuangalia namna ya um, kwamba tunao umuhimu wake repurpose, kwamba ni lazima tuweze kuzirejeleza taka hizi ili tuweze kuwa na dunia ambayo, uh, au sayari ambayo inaweza kuwa na, na, ina, ina sapoti maisha yetu kama viumbe hai kwa ujumla wake. Hapo naweza nikajaribu nika, nika, nika, nika, nika kusimama kidogo na nilivyokuwa ninaongelea kwamba hiyo, kwa hiyo point ya awali nilivyokuwa ninaongelea habari za circular economy, nilikuwa nimejikita zaidi kujaribu kuelezea dhana nzima kwamba kwa baadhi ya ya, ya, ya, ya dunia, baadhi ya nchi nyingine zimeweka sana msukumo mkubwa wa kuhakikisha tunakuwa na huo uchumi mzunguko. um, leo hii unakuwa na unakuwa na naweza nikatolea mfano labda, nirejee tu kwenye hizi, hizi plastic materials kwamba tunaweza kuwa tunahakikisha kwamba mtu anaponunua chupa labda ya maji aitumie, au anavyokuwa na alipe kiasi kidogo cha nani cha fedha, na baadaye kuwepo na mazingira ya yeye kwamba anapoirudisha ile chupa aweze kupatiwa kiasi kingine cha fedha e. Kuna namna hiyo ambayo tunaweza kufanya, kama ambavyo tunaona leo kwenye hizi kwenye hizi uh, chupa za za za, za, za, za, vinywaji kama soda hizi za za za za, za, za, za, vigaya, naweza nikaongea hivyo. Lakini kwenye kila hatua tukiweza kutengeneza hali kama hiyo, tunaweza tukajikuta tumeweza kuwa na uchumi ambao ni mzunguko na kuna faida zake kama nne naweza nikazitaja tu kwa haraka haraka kama faida. Eh, a uudhimisha siku ya urejelezaji wa taka na tumekuwa na mjadala hapa eh, Boniface Kyaruzi kutoka Nemki, lakini pia Dr. Venance ikiwa ni mdau a maswala mazingira na mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Chuo cha Ustawi wa Jamii. Eh, dokta, tu wakati tunahitimisha itimisha, ulikuwa unazungumzia faida zile za kiuchumi za urejelezaji. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na kwa ujumla wake tu, labda naweza nikasema kwamba tunapokuwa tunarejeleza taka uh, faida kubwa mojawapo ni kwamba tunakuwa tunajitahidi sana kuhifadhi au kupunguza uh, matumizi ya nishati Tukumbuke kwamba utengenezaji wa hizi taka unatumia nishati kubwa, lakini tunavyokuwa tuna tunazirejeleza kwa maana ya kuzichakata ili ziweze kutumika tena hatutaweza kuhitaji nishati kubwa sana. Hivyo katika ulimwengu huu wa leo, swala la nishati limekuwa ni swala uh, la muhimu sana katika kulijadili, na hata kama utakumbuka hivi karibuni mataifa ya Afrika yalikutana hapa nchini hapa Tanzania, nchini Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam kuangalia namna bora ya ku, ya, ya, ya kupata nishati jadirifu. Kwa hiyo katika matumizi ya, ya, ya, ya, ya urejelezaji wa taka ni dhahiri kwamba kadri tunavyoweza kujitahidi ku, ku, ku, ku, kuji kurejeleza hizi taka tunakuwa tuna tunajikita katika matumizi sahihi ya nishati. Lakini kingine ambacho tunahitaji kukielewa zaidi, ambacho ndio dhana kubwa ya urejelezaji na ndio msingi kabisa mkubwa ambao hata uh, suala hili tunakuja kulijadili leo ambapo uh, ni siku maalum kidunia na inapaswa kwa kweli kuchukuliwa kwa uzito sana kwamba zoezi hili linapunguza hewa ya kaboni. Hewa ya kaboni ndio hewa ambayo imeonekana kwa asilimia kubwa kuchangia um, uharibifu wa anga la dunia kwa maana ya ozone layer na anga jingine ambalo liko mbele zaidi ya ozone layer kwa maana ya ionosphere na mengine uh, anga anga hili linavyozidi kuharibiwa dipo linavyotuletea mabadiliko ya tabia nchi kwa asilimia kubwa sana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi tunayaona kila mahali, ambapo pia yanapunguza usalama wa viumbe hai ikiwemo sisi binadamu, hususan viumbe hai vilivyoko majini, angani pamoja na ardhini na, na, na, na, na, na kwa hiyo zoezi zima la urejelezaji wa taka limekuwa likisaidia sana katika kuhifadhi, katika, katika kupunguza kupunguza hewa ya, ya, ya kaboni ambayo ni hewa inayoathiri zaidi viumbe hai lakini kwa namna nyingine sana tunavyoweza kuangalia kwamba tunavyokuwa tunajitahidi kutunza mazingira yetu kwa maana ya, ku, ya kulejeleza hizi taka, tunaingia pia katika zoezi zima la kujihakikishia usalama wetu wa kuishi. Tunavyoongelea sustainable development kama nilivyosema hapo awali, dhana hii inakuwa inachukuliwa kwa uelewa tofauti tofauti, na pale ambapo pia kwa namna nyingine pengine labda tunahitaji elimu zaidi kwa sababu swala so, zima la elimu tunahitaji kulipeleka kuni, vizuri ili kusudi watu waweze kuelewa nini ni maana ya urejelezaji wa, wa, wa, wa taka kwa maana ya recycling of, of, of raw materials. Na ndugu uh, mtangazaji inaweza nikaongezea kipengele kidogo kwamba um, tunavyokuwa tunarejeleza taka hizi tunahitaji kuwa na elimu kubwa ambayo itatusaidia kwa pamoja kuweza kuwa na uhakika zaidi wa kurejeleza taka hizi mathalan tunavyokuwa na vifungashio hivi vya kawaida ambavyo tunaamua tunaamini kabisa kwamba ni disposable kwa, kwa mfano uko pale kwenye umeenda kuchukua chakula chako na umefungiwa kwenye hizi karatasi ambazo tunaamini kwamba zinaweza baadaye zikadecompose. Taka kama hizi zinavyokuwa uh, hazijaondolewa vizuri zile, vile vyakula, yale mabaki ya vyakula, lakini pia yale mafuta ambayo yanaendelea kuwepo kwenye hivi vyombo ambavyo tunaamini leo tukivitupa kwenye kwenye hali ya kawaida ya, ya udongo kwenye mazingira bado kwa namna hiyo hatujajitahidi kurejereza, pia kwa sababu uwepo wa mafuta kwenye hizi taka, kwa maana ya labda, siwezi nikatamka moja kwa moja kwamba labda za kitu gani, naweza ikaonekana labda kama ninafanya ushtaki. Hapana, lakini nadhani concept yangu hapa inaeleweka kwamba zoezi hilo, tunavyoweza kupata elimu bora ya kurejereza taka ni pamoja na matumizi sahihi ya taka pamoja na na vifungashio mbalimbali ambavyo tunahitaji kuondoa, kwa mfano mafuta au gris, ambazo tukivitupa zile taka zikiwa na hayo material kwenye ardhi yetu, bado tutakuwa hatujazi hatujazi rejeleza. Kwa hiyo elimu inatakiwa sana. Lakini faida kubwa nyingine ambayo nilitamka ni kwenye ni kwenye swala la cycle economy, like, oh, eh, uchumi mzunguko, kama nilivyosema hapo awali, kwamba ili tuweze kuwa na uchumi um, hatuhitaji kuwa tunatengeneza kila kitu kila siku vitu vipya. Kumbe hata vile ambavyo tayari tumeshavitengeneza vinahitaji pengine kurejelezwa ili viweze kuingia sokoni kwa hali ya kawaida kabisa na hatimaye viweze kutuletea faida kwa maana ya fedha, na hatimaye tuweze kunyanyua uchumi wetu. Na tunahitaji sana kuliangalia ku, hili swala ili kusudi kuweza kulinda um, miundombinu ya viumbe hai ikiwemo sisi, kwa sababu tunayo dhana moja ambayo inasema uh, leo hii tunavyokuwa sisi tunaishi uh, ili tuweze kupima maendeleo endelevu Nikuamba, ni kwamba ni maendeleo ambayo Uh, leo tuweze kuishi bila kuathiri uh, maisha ya viumbe hai vijavyo. Kwa hiyo ni muhimu sana katika kuliangalia hili kwa mapana yake, ili tuweze kuwa na mazingira sahihi ambayo uh, sayari yetu hii ambayo itaendelea kusupport viumbe hai vyetu sisi ambao tuliopo sasa hivi na ambavyo vijavyo. Nadhani kwa ufupi naweza nikaongea nika, nika, nika hayo Mhandisi, wamegusia um, um, swala pia la elimu, na awali uligusia pia na kuweka msisitizo kwa wananchi kushiriki katika swala hili kwa, kwa ujumla, ni upi ujumbe wako? Na ujumbe wangu ni kwamba kama tunataka kufanya kitu chochote kuwa endelevu, basi niko kupitia uh, urejereshaji pamoja na uchumi rejeshi, nafikiri imeonekana kwenye kilimo endelevu unaweza kupata mbolea inayotokana na mabaki mm. ya chakula na taka zinazotoka masokoni. Tumeona hayo yamewekwa kimatendo. Tunayo Mabwepande compost plant hapa Dar es Salaam na inafanya vizuri, lakini pia Wizara ya Kilimo na niliona moja iliandikwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Dkt. Hussein Omari aliandika vizuri kabisa na jinsi inavyoweza kupunguza gesi ukaa pia kwa asilimia zaidi ya tisini unapofanya kutengeneza mbolea mm, lakini ya pili ni utoaji wa ajira ambao pia tumeona waokotaji makopo wengi wale. Kinachohitajika ni kufanya urasmishaji wa shughuli zao ili shughuli zao ziweze kufanyika vizuri na kuwa endelevu mm, lakini la mwisho kabisa ambalo ni zuri na ndio nia yetu ni, ni utunzaji na uhifadhi wa mazingira unapofanya haya mambo yote kwenye uchumi rejeshi, kwenye kufanya urejeshaji wa taka, la mwisho zuri linakuwa ni utunzaji wa mazingira mm. Kitu ambacho kinatupa changamoto kubwa kama mnavyozungumza hapa, kuendesha dampo moja ni gharama. Unapoliona gari la taka linachukua taka kutoka eneo lililopo mpaka kufika dampo, ndio gharama kubwa hasa ya ya ya udhibiti wa taka kwa sababu pale ni asilimia sabini mpaka themanini ya gharama yote ya udhibiti wa taka inachukuliwa kwenye ukusanyaji na usafirishaji taka mm. haya yanaipa mzigo mkubwa serikali. Kwa hiyo ukifanya urejeshi maana yake yeah. unapunguza uh, taka nyingi zinazokwenda dampo, kwa hiyo nyingi zinabakia kwenye mfumo wa uzalishaji na hivyo kupunguza taka, kutoa ajira, kutengeneza uh, uchumi rejeshi na maendeleo yanapatikana na utunzaji na uhifadhi utu wa mazingira unafikiwa. mm -hmm. Kwa kifupi, nashukran no. Asa sana asante sana Bonifas. mm -hmm. Uh, na tunamshukuru pia mm -hmm. um, Dr. Venance asante uh, sana kwa kuzungumza nasi kwenye siku hii ya urejelezaji. Tunakutakia uh, majukumu mema na asante sana pia uh, tunakutakia majukumu mema na mm -hmm. wasalimie pia NEMC tunakamilisha hivyo <tune>